Karibu. Mi naitwa engineer Florian Kabaka, mwenyekiti wa bodi ya TARURA. Mekuja Arusha kwa ajili ya kufungua mafunzo kuhusu management ya mikataba. Tumekuwa na matatizo mengi katika mikataba yetu na shida nyingi sana katika mikataba. Mikataba inabadilika, bei zinapanda juu kupita kiwango na zidi budget tunazokuwa tumeziweka lakini kunakuwa na madai ambayo hayakuwa kwenye mikataba ya awali, ama yanakuja kugundulika matatizo mengine, yanayotokana na viwango vya kazi kubadilika, kwa sababu tu awali havikuwa vimetathminiwa vizuri, na hivyo kupelekea mikataba kubadilika na kuingiza serikali kwenye hasara kubwa. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna mapungufu sana katika watendaji wetu, kwa maana ya managers wa mikataba hii kwa hiyo kwa kushirikiana na TARA ndio imeandaliwa hii training kwa ajili ya kuwapa mafunzo watendaji wetu, ili waweze kumanage mikataba yetu kwa ubora zaidi, na ili iwe kwenye usahihi tangu eh, unapobuniwa na mpaka inapotekelezwa na kukamilishwa. Kiasi kiasi gani hasara ni nyingi sana ambazo tunazipata? nyingi ni nyingi sana. Kama utakumbuka wakati nafungua mkutano huu nilielezea kiasi cha bilioni karibu tisa ambazo ziligharimia mikataba zaidi ya kile kiasi kilicho kilikuwa kimetathminiwa mapema cha bilioni tatu na point fulani, kwa tukawa na difference ya karibu bilioni tano. Yani, ni karibu mara mbili au mara tatu ya kiasi kilichokuwa kimetathminiwa hapo awali. Kwa hiyo kuna hasara kubwa tunazipata. Miradi ni mingi mno, kwa hiyo siwezi kwenda kufika kila mradi, lakini kwa jumla tunapata hasara kubwa sana. Nini kifanyike? Cha kufanyika ni kama hiki, tuwafundishe watu wetu wajuu. Kuna watu wanatoka vyuoni moja kwa moja naanza ku manage miradi. Tuna upungufu wa wasimamizi kwanza, lakini hao tunaowapata wanakuwa hawajapata uzoefu wa kutosha. Pengine cha msingi ni watu wanapotoka vioni vio, ni wapaste kwanza mafunzo ya vitendo chini ya wabobezi, ili waweze kujua matatizo yanayokuwepo, na hivyo kwamba waweze kusimamia kwa maana ya kuyazuia hayo matatizo yasitokee.